Naona huko kwenye mazingira mazuri ndiyo. Kwa hiyo ni muda huu wa kwenda kupata chakula juareni, ndio ja,

Asante yeah, mchungaji yeah, yeah, yeah. Mungu akubariki yeah, yeah, yeah. Kumtumikia Mungu kuna raha yeah, yeah. Aya, unawambia nini wale ambao bado hawajampokea Bwana wajampokea Bwana unalala ndio? Asante yeah.